Um, kama nilivyokuelekeza kuna siku nilikwambia kwamba ziko njia mbili, iko njia ya capcut lakini pia iko njia nyingine ya kutumia mitandao ya kijamii social media, kwa mfano Instagram. Sasa hapa nakuelekeza njia ya kutumia Instagram kwanza, alafu then tutakuja hiyo njia nyingine ya kutumia capcut. Kwa njia ya kutumia Instagram, hakikisha unaingia katika akaunti yako uh, kwa hiyo utaingia hapo apor Instagram. hiyo Instagram hakikisha iko na iko na akaunti yako okay, utaingia ya hapo kwenye profile yako, hakikisha ya ya imekuja hapo. Kwa hiyo utafanya kama una post. kwa hiyo kufanya kama unaposti utabonyeza ile alama ya msha, alama ya jumlisha juu kabisa kulia. Baadae kama ni kama ni video, kwa hiyo utabonyeza hiyo sehemu, utabonyeza hiyo sehemu ya reel utachagua post ambayo unataka sasa kuedit, sasa ambayo yani video ambayo unataka wewe sasa kuedit. Kwa mfano kama mimi nataka kuedit hii hapa, nimeichagua. Baada ya kuichagua, itakuja hiyo create sticker. Baada ya hapo, uta nilikuelekeza kwamba kuna kuandika maneno eh. Kwa hiyo kama unataka kuandika maneno, kuna hiyo sehemu hapo, sehemu zote za kueditia ziko hapa chini hapa, hii ndio panel ya kueditia. Kwa hiyo e, sikama unataka kuandika maneno utabonyeza hiyo sehemu iliyokaa A, A kubwa na A ndogo, utabonyeza hiyo ishabonyeza hiyo, unaweza kuandika maneno yoyote hapa. Kwa mfano kwamba um, kwa mfano kama tumia tumia juisi hii kama una pressure ya kupanda. Anasema uh, hapa tumia juisi hii kutoa mara, tumia juisi hii kutoa mara ngapi, kutoa mara mbili, kama una pressure ya kupanda. Kwa hiyo baada ya hapo, nabonyeza alama ya nita, nitabonyeza nitabonyeza hii alama ya A ambayo iko upande wa kulia kabisa, mradi kuweza kubadilisha ile Um, background color kwa mfano kama ukibonyeza hapo inabadilika, una, ina, kama unataka isiwe na color yoyote inaweza kuwa hivyo hivyo. Kama unataka iwe na background ya nyeusi, kama unataka iwe hivyo, kama unataka iwe kawaida, kama unataka iwe na background nyeupe iko hivyo. Lakini pia upande wa kushoto kabisa, palipoandikwa a hey, kubwa na ai hey, ndogo pia hii ni sehemu ya Ukibonyeza hapo ni sehemu ya kubadilisha hizi front, kama unataka kubadilisha hizi front maneno haya, kama unataka kubadilisha hizo uh, herufi hizo. Kwa hiyo kuna hii, kama nikishabonyeza hapo itatokea panel kwa juu kabisa. Unaweza kubonyeza hii ya pili, ukachagua ya pili, iko hivo, ya tatu iko hivo, ya nne iko hivo, ya tano, ziko nyingi. Kwa hiyo mwenyewe unaweza ukachagua unataka ipi, ziko nyingi sana, sana, sana. Unaweza ukaenda hata mbele kwa chagua ziko nyingi sana sana, utafanya kwa muda wako. Kwa hiyo baada ya hapo, ndo utabonyeza hii alama ya done juu kabisa kulia, utabonyeza, maana yake hapo umemaliza. Sasa ukishabonyeza hiyo, utakuta imekaa kati. Ukishakaa kati, unaweza uka unatakiwa uipeleke juu, ikae juu pale, sawa sawa, ili mradi isizibe hii video, labda ikiwa na play, sawa. Kwa hiyo inatakiwa ikae juu. Wakati ukikaa juu, unakuwa una una una yashikilia haya maneno shashikilia unayadragi kupeleka juu, drag utaydragikuapeleka juu, sawa, eh, juu kabisa hapo ambako hapa hauwezi uh, kuzuia eh, video ikiwa na play. Baada ya hapo, ukishamaliza, sasa tunakwenda katika sehemu ya kuingizia voiceover. Haya, tuna chini kabisa, upande wa kushoto kuna neno limeandikwa edit video, tutabonyeza hiyo edit video Edit video, itaandika haya maneno hapo. Baada eh, ya hapo utabonyeza eh, pembeni pale ili mradi kustopisha hiyo video, maana yake ilikuwa inatembea. Kwa hiyo, utafanya kudragi kwenda upande wa kulia ili mradi ianzie mwanzo. Utadragi upeleke upande wa kulia, ianze mwanzo. Haya, hii, pa, hii hapa chini, chini, hapa. Unapo, paona, hapa. Hii ndio sehemu ni panel ya kueditia, hii ndio hii ndio panel ya kueditia. Na kule katika CapCut pia iko kama kitu kama hichi hapa. Kwa hiyo hii ndio sehemu ya kueditia, okay. Kwa mfano kama tulipoandika maneno, tulipoandika maneno, maneno yale yako haya hapa chini, haya, hii hii kuna hii tab, kuna hii ya juu um, eh, kabisa kama unavyoiona katika hii sehemu ya kueditia. Hii kuna hii ya juu ambayo ni kama video, ndio video yako hii ambayo ikiwa inazunguka ikiwa inatembea kwa mfumo huu hapa, huu, kwa mfano kama hivi, ndo kule unakuta ina play sawa. Kwa hiyo kwa chini yake hapa kuna sehemu pa imeandikwa tap to add audio. Kama unataka kuweka audio yoyote ile, unaweza ukakliki hapo ukaweka, au unaweza ukabonyeza huko chini kabisa sehemu pa imeandikwa add audio, ukaweka audio music yote ambayo inatembea okay. Haya, kitu cha kwanza kabisa unatakiwa katika kuweka voice over hakikisha kwamba una mute, yani video yenyewe isiwe na background voice, isiwe na background music yoyote. Kwa katika kumute, katika kumute upande upande wa hiyo katika hii sehemu ya ya panel ya kueditia, upande wa kushoto huko kabisa una sehemu pana, pana kispika. Iko kispika unatakiwa ukibonyeza, ukisha kibonyeza kitaonekana kama vile kimekatika, kimekatwa hivi slash. Kwa hiyo kikiwa kimekatwa hivi, maanake ni kwamba hiyo sauti kama kuna kwa na background hiyo hiyo, video kama ina sauti yake, ume nani uno download ina sauti, kwa hiyo sauti inakuwa iko muted. Kwa hiyo -mute hapa uta, uta kama ukiingiza voice over, maana video itakuwa empty, haina sauti yoyote. Na hakikisha video wakati unaingiza voice over isiwe katikati hapa wala isiwe katikati hapa, isiwe hapa wala isiwe hapa, inatakiwa ianzie mwanzo kabisa, unaivuta unaidrag kwenda kulia mwanzoni kabisa inatakiwa ianze hapo ya, okay? baada ya hapo kinachofuata ni nini kinachofuata unatakiwa ubonyeze hapa chini kabisa pameandikwa kuna neno limeandikwa add audio utakao ubonyeze hapo add audio kisha bonyeza kuna vitu hapo vimekuja <coughs> hapa, hapa, rudi nyuma rudi nyuma <coughs> rudi nyuma alafu bonyeza sehemu yoyote ile mradi stop afurudi mwanzo tena <coughs> sio pale. Kwa hiyo e, chini katika hii panel hii, una kuna, kuna, kuna sehemu pame unatakiwa uidrag hii panel maanake huku kuna tools nyingine huko ambazo hazionekani upande wa kulia. Kwa hiyo ili zionekane unatakiwa uweze ku drag hii panel kwenda upande wa kulia. Umeona hapo? Hapo mimi nime drag hapo. Umeona hapo nikidrag? Umeona hapa na drag kulia zinaonekana tools za kulia za, hapo, za, za kushoto hapa. Nimedragi kushoto, naonekana tools za kulia. Umeona? Kwa hiyo natakiwa udrag kwenda kulia, ili mradi zionekane hizi tools ambazo zimejificha kwa, kuna tools ambazo zimejificha ambazo ndio hizo. Kwa hiyo katika tool moja hapo ambayo imejificha kuna hii imeandikwa voice, kama hapo unaiona hapo. Kwa hiyo hii ambayo imeandikwa voice na utakuwa hii, unatakiwa uibonyeze. Ukishaibonyeza kuna kitu kitatokea hapo kama hivi kuna maneno pia yameandikwa hapo katikati, voice over. Hiyo ndo voice over. Kwa hiyo unatakiwa ukikliki, ukikliki hapo unaanza kuongea. Hakikisha umeshaandaa script yako, unaongea fast fast kama kawaida, jinsi nilivyokwambia. Utaki kuweka ile, hapana. E, e, e, yani hapa ni kuseleleka, alafu unatakiwa uongee fast fast. Ukiongea taratibu taratibu utakuja kushtuka, video tayari imeisha, alafu unaendelea kuongea. Kwa hiyo unatakiwa u, unaweza ukakosea mara ya kwanza, mara ya pili unafuta. Mara ya kwanza unakosea unafuta ile nani leo, ukakosea mara ya pili unafuta mpaka kuja kuipatia kuiweka vizuri, utakuwa umeifanya hata mara nne, mara tano sio mbaya. Kwa hiyo hakikisha umekalili script yako alafu wakati unaingizia voice over unasoma ile script na kule unaangalia kule katika video video yake kule kwa juu kule a uh, ili mradi usiwe una yani, uendane na maneno unayoongea, unatakiwa uwe fast kiasi cha kwamba uendane na ile video jinsi inavyokuwa played. Sawa sawa. Kwa mfano kama mimi ngoja hapa nani, mimi hiyo niloweka, hiyo sio video, hiyo ni picha tu, kwa hiyo ndio maana hapo haiplay. Jinsi ilivyokuwa inakwenda ilikuwa haiplay. Hiyo ni picha tu ya kawaida. Lakini wewe hapo itakuwa ni video, kwa hiyo ta, itakuwa ina play inakwenda ina, inaonyesha kabisa lakini hapa na, na kuonyesha sa jinsi ya kuingiza voice over, unataka uklik katika hiyo sehemu hiyo button hiyo ya nyeupe hiyo unataka uklik hapo. Mfano um, kama mimi hapa nataka niseme maneno nataka niseme maneno jinsi je uh, yeah. Nataka niseme maneno gani, nataka niseme maneno utaweka. Alafu kingine kingine ni kwamba, hapa katika kunanilio katika kuanza hautakiwi kuse, kuanza kusema jinsi sijui ya kufanya nini nani hapana yani hutakiwi kuanza kusema iko kitu yani wewe hapa katika kuingizia voice over wewe unatakiwa tu uende moja kwa moja kwenye point hiyo jinsi sijui ya kufanya nini na nini ilishakuelekeza kule unatakiwa kuna kipande kingine cha video ambacho utaunganisha mwanzoni ambacho hicho utajirekodi wewe utaongea zile title na nafikiri nimeshakutumia zile title utaongea kile kitu <coughs> Sawa hapo alafu, hapa sasa unataka uingie moja kwa moja katika kuongea maneno ya moja kwa moja ya kwamba um, chukua labda beetroot ambayo labda ni kiazi chekundu. Chukua kitu fulani, chukua kitu fulani eh, anza menya, menya, eh, menya taratibu, katakata vipande vidogo vidogo, weka kwenye blender hivi na hivi. Unaona, kunywa juice hiyo, saga, hakikisha imesaga imesagika. Eh, tia maji kidogo, uh, kiasi cha glasi moja alafu then uw uh, kunywa eh, kunywa glasi moja ya juisi hiyo kuto mara mbili kwa muda wa siku kumi na nne utaona mrejesho mzuri. Umeona eh? Kitu kama hicho unatakiwa uanze mwanzo, yani usiongee kitu ambacho ni nani important. Usiongee kitu ambacho hakipo. Sijui usianze sijui na jinsi sijui kufanya nini na nini au je, sijui vile, hapana. Hapo tufanye hivyo. Hapo ni kwenda na video, kwenda na matukio ya video. Sawa sawa, usiongee kitu ambacho hakipo kwenye video. Umeona? Sijui kama unasema kama wewe umefanya hivi na hivi, na kama wewe sijui umesumbuliwa na pressure hivi na hivi. Hapana, hivyo vitu havipo kwenye video. Unaongea kile kitu ambacho kipo katika video. Nafikiri hapo utakuwa umeshanielewa haya. Au hapa ngoja nifanye kitu kimoja hapa cha kufanya. Ngoja niingize ile, niingize ile na nilio yako ile ulionitumia. Ngoja niingize na nilio yako, nafikiri hapo tutakuwa tunaelewana. Niingize ile video moja hapo video yako mojawapo ambayo ulionitumia mojawapo. tayari hapo ku edit ile sasa video yako, tunaingia katika reel, kama kawaida video yako ndio hii. Kwanza, kitu cha kwanza, kama jinsi nilivyokuambia, wewe mwenyewe sasa unaweza nitaweka uka? Uka kwanza, kwanza, kwa <coughs> kwanza maneno maneno yale tuliwekaji, tulisema tumia juisi hii, tumia juisi hii kwa siku mara mbili kwa wenye pressure ya kupanda okay. tumia juisi hii tumia juisi hii tumia juisi hii kwa siku mara mbili kwa wenye pressure ya kupanda okay. Haya, baada ya hapo, utabweza neno done kule itapandisha ita na niliu yangu kwa juu. Haya, baada ya hapo Nitabonyeza neno edit video huku chini, kama kawaida, hatua ni zile zile. Baada hapo nitaziba audio. Kumbuka hii na audio yake sawa, so, yeah. Hata nikiplay hapa utaona kabisa ina audio fulani ambayo, ina nafikiri utaa, umeiona ume vizuri. Kwa hiyo drag ianze mwanzo, tuta drag kwenda kulia, ianze mwanzo, alafu tabonyeza hii alama ya key speaker, limradi iwe muted, kusiwe kuna background audio yoyote. Fikiri hapa tukisikiliza hakuna audio yoyote. Kwa hiyo baada ya hapo, tutaingia kuchini kabisa katika tools, tutatafuta ile voice over, tuta drag hizo tools kwenda kushoto, kutaonekana kuta hii hapa voice uh. Utakliki hiyo neno voice uh, itakuja hiyo voice over sasa. Hapa sasa ndio unaanza sasa, so, ukikliki hapa moja kwa moja akisha una una kwa sababu mimi sija kalili, kwa hiyo nitakuonyesha tu kama mfano hapa e, labda nitataka kuongea nitataka kuongea maneno haya labda nitaongea maneno haya ngoja, e, kwanza nirudi, ni, ni play hii hapa. Vitu gani ambavyo vimechanganywa? E, hii ni beetroot, kuna karoti na beetroot karoti na sali kidogo na maji maji glasi moja labda glasi mbili nafikiri. Alafu saga mpaka isagike, alafu chuja, hakikisha umechuja imechujika vizuri, alafu tia e, e, katika e, e, sasa hii barafu hiyo e, hivi barafu kweli, sio shida kwenye presha kweli, inabidi hilo pia uangalie. Usio unafundisha kitu kimoja, alafu unaponza wagonjwa watumie barafu tena, hiyo wanaongeza tatizo jingine. Ok, utatumia glasi moja kutoa mara mbili labda. Haya, tunarudi naanzia mwanzo na click hapo voice. Haya, nitaanza hapa. Nitakapoanza nitaanza kwamba uh, e, chukua beetroot ikatikate vipande vipande, chukua chukua beetroot ikatikate vipande vipande, chukua karoti, asali kidogo, pamoja na maji glasi mbili, ok. Ya. Ehe, nikisha kliki, itani itakuja hiyo nani, kama ndo mara ya kwanza kurekodi itakuja hiyo nani lio kwao, takliki alafu taanza kurekodi hapa, itaanza mwanzo. Akikisha hiyo nani, unaianzisha mwanzo kabisa hiyo video. Nitakliki sasa. baada ya siku kumi na nne. Haya haya, hapo tayari tumesha weka voice yetu, tumeshaweka voice yetu kama unavyoona, voice yetu tayari tumeshafanya, o tumeshaiweka haya. Tunatakiwa tunarudisha nyuma, narudisha nyuma hapa katika hii naniliu narudisha nyuma, alafu na play. Ngoja ni play tuone. chukua Uh, pamoja na karoti, pamoja na asali kidogo, hakikisha unaweka na maji vikombe viwili, alafu uh, maji vikombe viwili, alafu uh, funga, weka katika blender, hakikisha umesaga, imesagika yote. Hakikisha unaichuja na inachujika vizuri kabisa, ichuje, ichujike, weka glasi, katika glasi hakikisha imejaa. Kunywa glasi moja kutwa mara mbili, utaleta majibu, chukua betu. Okay, maneno ya mwishoni kidogo naona yamekatika yame ile utaleta maji, italeta maji uh, unaweza ukakata ukiona kama vile basi, unaweza ukakata ukaifuta, alafu then ukaanza tena upya. Namna kuifuta ni, ni, ni hipi ni hii hapa. Unaona hapa juu kwa upande eh, wa kushoto hapa, kuna hivi vinani vimetokea hivi vispika viwili, kuna kispika cha kwanza na kispika cha pili spika cha kwanza ndo cha ile video umeimute. Hiki spika cha pili ni kwa sababu umeingizia voice over. Na u, u, u, kwa mbele kidogo utaona imeandikwa voice over moja namba moja, voice over namba moja. Kwa hiyo utai click hiyo voice over namba moja, utai click. Ukisha i click itakuwa selected. Kisha kwa selected kwa chini kabisa upande wa kulia, chini kabisa upande wa kulia utaona kuna kidaniu chekundu, kidasti bini chekundu, ambacho kimeandikwa delete. Kwa hiyo uta gusa, ukisha gusa, itakuwa deleted. Hapo utaona hata huku kabisa upande wa kushoto kinaniliu kile kispika kimebakia kimoja. Haya, utaanza upya. Tunarudi, tunaanza upya, tuna click neno voice. Haya, hakikisha hii ni mwanzo wa video. Haya, tunaanza sasa mm-hmm. Okay, nafikiri maneno yangu yote nimemaliza hapo. Kwa hiyo baada hapo unarudi nyuma usharudi, uh, nyuma una uh, tuna play play. Usha play, chukua hapo, chukua beetroot isage, katikati vipande, chukua na karoti zako mbili katikati, vipande tia um, asali kidogo, tia na maji vikombe viwili au vitatu baada ya hapo weka katika blender, hakikisha umeisaga imesagika vizuri kabisa. Kisha baada ya hapo ichuje iwe imechujika vizuri kabisa bila kubakiza makapi. Glasi yako moja kutwa mara mbili utaeta mrejesha ndani ya siku kumi na nne tu. Karibu hapo. Okay, hapo tayari. Kama tayari unabonyeza hii alama ya dan upande wa katika hii sehemu ya voiceover, unabonyeza alama ya dan upande wa kulia chini. Alama, ushabonyeza alama ya done. Baada ya hapo, hii voice over hii video yako inakuwa tayari imeshakamilika. Kama imeshakamilika, unachotakiwa kufanya sasa, unabonyeza alama ya alama uke, mshale wa juu juu kabisa upande wa kulia kuna mshale okay. Juu kabisa upande wa kulia kuna mshale, utaibonyeza ile mshale. Ushabonyeza ule mshale Itakwenda. Kumbuka hapa ni in ni Instagram kwa hiyo ili uweze kudownload hii video hakikisha kwanza unaiposti. Okay? Kwa hiyo na hapo, unabonyeza alama continue. Ukibonyeza alama ya continue, unabonyeza tena alama hapa ya next, unabonyeza tena alama ya share. Okay. Okay, tunaisubiri iweze kujiposti, tunasubiri iweze kujiposti, tunasubiri iweze kujiposti. Ok, iko wapi? Bado oja, tulifreshi tulifreshi, bado bado okay. Ah, tunaona video yetu hapo tayari imeshajiposti kama tunavyoona, kwa hiyo ni video yetu ndio hii hapo. chukua, biti rooti, yisages, yi katikati vipande, chukua na karoti zako mbili katikati vipande tia um, asali kidogo tia na maji okay. Nafikiri tuna, tuna, tuna, tunaona hapo, kwa hiyo tunatakiwa kuchukua hii link ya hii video. Okay? <coughs> Baada ya kukopi linki, tunaenda Google, tunakwenda Google, tunakwenda ku download Insta. tunaandika Instagram video downloader alafu tuna search, tunaingia kwenye hiyo linki ya kwanza kabisa, tunaingia kwenye siti, tunaweka hapa katika kiboksi hiyo linki, tuna pesti hapo. Nenda download, nasubili kidogo. Hizi site zinakuwa zina matangazo mengi kwa. Itaonekana hapa chini, hii hapa chini. Hii hapa kwao, tuarudi tu hapa chini, utaiona hii hapa chini hapa, okay. chini kuna neno download ita kliki neno itaeta neno download tangazo ili ita tangazo talikata hapo video yetu video yetu iko tayari kabisa. Kwa hiyo hii video ukiunganisha na kile kipande cha sekunde tatu nilichokwambia, hii ina sekunde 30. Ukiunganisha na kile kipande itakuwa ina sekunde kama thelathini na tatu utaunganisha na kipande kingine e, mbele cha ambacho utakuwa unawaambia kwamba, uh, kama unataka kujifunza zaidi kuhusiana na, kama unataka kupata elimu zaidi, basi jiunge na grupu la WhatsApp hapo chini. Iko kipande pia utakiunganisha mwishoni kabisa, utarekodi nacho pia. Kinatakiwa kiwe sekunde zidi, kwa hiyo zisizozidi nne. Kwa hiyo utawadirect watu, kwa hiyo hapo unakuwa umemaliza, umetengeneza video yako nzuri kabisa ya tangazo, okay.